Nikaa maji nikapeleka upstairs nikamwekea maji hapo, nikatremka nikaamsha msichana wak aiualalawoo alikuwa amelala vizuri, Dania amelala vizuri. Nikatemka nikaamsha msichana nikamwambia, at usilale, ukae hapa. Saa hizo ni saa nane na dakika ki. Ukae hapa kwa kiti, mama akiitana kwa mke mpatie maji, nitakuja asubuhi 6. Mama yangu alikuwa amelala kabisa, nikamwamsha. Na mimi nilikuwa na drive, nikamwambia ingia kwa gari tuende, nataka ufungue hiyo mlango pole pole, ingie kwa gari tuende home, na tukatoka na msana akafunga mlango na tukaelekea nyumbani. Nikaenda nikazima simu nikalala, so ni kama tu wakati nililala beti alianza breeding na al, kama alikuwa na breed kwa kichwa ndani na alikuwa na na breeding kabisa. So wakati aliamka kwa kitanda, ni kama alisikia oxygen imeisha, akatoka kwa kitanda, akaamka breeding ikaanza, ikaanza kuanguka na yeye mpaka kwa stairs, akateremka kwa stairs akiwa na breed, akafungua mlango, msichana Mr. wake akamuona, a niambia msichana wa silaya akamuliza, mama, umeenda wapi? na ni kama already akiwa amelala alikuwa amebrii sana kabla ajisikie mpaka oksijeni ikuli yaisha. So msichana alikuta anatafuta funguo za gari na amefungua gari na akaanza kupiga honi, eti was a fighter, angekufa akiwa amenyamaza. Akapiga honi estate mzima, na msichana neighbor sasa na, na, na, na, na security wakakuja. Huyo neiba wake akamchukua akampeleka. Aa, mimi six nikaamshwa na msichana juu napatianga msichana wangu simu, kaniambia juu wakati sasa Beti amefikishwa AAR hangechukuliwa kwa sababu hana pesa ya kuingia, na Tash akabwana yake akapigia je o akampigia akamwambia, Beti amepelekwa hospitali na neibanasishikishio so Uh, naye Jeni Modhoni akakimbia kwa hospitali AAR, akakaa hapo, akaanza akajaribu kunipigia. Msichana wangu akachukua simu, nikaamushwa, nikawambia wacha nilipe hospitali. Nakumbuka nilipa 260000, kwa sababu hao marafiki walikuwa wametoa kitu 1 million and 300000, wakiwa watu bati, kama Kivoma, walikuwa natupatia 50000 20000, jubete naliambia wewe, usiache tu, nimepigana vita ya kutosha kwa social media, nimepusiwa ya kutosha. Kama tu unaweza ruhusu tu nisiingie social media, kama tu hata watu wanajua wakikuja kwa